Karibu kwa taarifa kamili, mtazamaji. Tunaanza kwa gubaya hii leo jioni, yani taarifa kutoka sehemu ya Bungoma kule, ambayo imewatamausha wengi baada ya mwanamke mmoja na wanawe watatu wa kike ambao walidaiwa kubakwa kabla ya kuuawa usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Wekelekha katika kaunti ya Bungoma. Kulingana na wenyeji walioona matokeo, waliona matone ya damu kijijini humo ambayo yaliwaelekeza kwenye nyumba ya waathiriwa na kuipata miili hiyo. Robert Wanyonyi anaarifu zaidi. Hii ndiyo taswira iliyotukaribisha katika kijiji cha Wekeleha katika kaunti ya Bungoma. Michirizi ya damu na hali isiyokuwa ya kawaida ya unyamavu katika boma hili, hukumaiti za mama na bindi zake watatu zikiwa zimeachwa hapa, taarifa zikiashiria kuwa walinajisiwa kabla ya kuuawa. Nilifungua dirisha nikaona mango zimemwagika chini yote, nikashangaa nini mbaya inaendelea. Kulingana na majirani, waliamka kama kawaida tayari kuanza shughuli zao za kila siku bila kujua masaibu yaliyowakabili jirani zao nyakati za usiku mvua ilipokuwa ikinyesha. Kulingana na wakazi hawa mshukiwa mkuu ni mtu ambaye alishtakiwa mwaka jana na marehemu kwa jaribio la kumnajisi. Inakuwaje huyu mtu umejua ni mhalifu hachakaa ndani tena, serikali imemwachilia. Na vile alisema exactly ndivyo imehappen na hiyo nyumba aliadharisha kwamba ndio ataanza nayo, ndio ameanza nayo. Ushahidi umedhibitisha ya kuwa huyu mshukiwa aliwahi kutishia marehemu katika koti mpaka mwenye alikuwa akisimamia hiyo kesi, awe ni jaji ama magistrate akiamrisha huyu mtu arudishwe ndani. Maafisa wa polisi wamelaumiwa kwa kutowajibika, haswa katika swala la kudorora kwa usalama kila mara katika eneo hili. Polisi hawajashikilia umanane wa kuhakikisha wanafuata fuata mpaka wapate jinsi vile wauaji wanaoua watu wetu. Ni mauaji ambayo kupangwa kwake na vilevile kutekelezwa kumewaacha wananchi wengi hapa wakiwa na mshangao wa mkuu, huku wakibakia na swali kuu kuwa, je, mbona visa hivi vimezidi kukithiri katika eneo hili kwa muda huu wote? Robert Wanyonyi, KTN leo, Bungoma.